linatambua maandalizi mbalimbali mbali ya mchezo wa soka ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 8 mwezi huu wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao uko Temeke jijini Dar es Salaam. Tunatambua uwezo wa uwanja ule ni kuchukua watu zaidi ya elfu sitini na tunatambua wananchi wengi wa ambao ni wapenzi wa soka hasa wapenzi wa timu hizi mbili wako kwenye harakati mbalimbali mbali za maandalizi ya kuona kwamba wanaingia kwenye mchezo huo wa soka kwenye uwanja ambao nimeutaja. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, kwa sababu ya uzito wa mchezo huo na kiwango cha wanasoka ambao wanatarajia kuingia uwanjani limejipanga vizuri kabla ya mchezo, wakati wa mchezo na baada ya mchezo, kuona kwamba masuala yote yanafanyika katika mazingira yaliyo salama. Aidha, tumeendelea kusisitiza watu wa soka wakate tiketi zao mapema, na hatushauri mara kadhaa, siku ya mchezo, masaa machache, watu kuenenda kwenye uwanja ule wa Benjamin Mkapa na kuanza kutafuta tiketi. Aidha, TFF watakapotangaza ni saa ngapi muda wa mageti yatafunguliwa, ni vema wale mashabiki wakaingia mapema zaidi, ili kuondoa msongamano wa foleni za watu kuingia kwenye mchezo bila ya lazima. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam litahakikisha kwamba watu wanakwenda kwenye burudani na sio kwenda kwenye masuala ambayo yataelekea kutendeka kwa vitendo vya kijinai. Jeshi halitavumilia vitendo vya kijinai vitakavyojitokeza kwenye uwanja huo na baadhi ya wanasoka, ikiwemo baadhi ya watu wenye tabia ya kutoa matusi mazito kwenye uwanja ule, na baadhi ya watu kufanya vitendo ambavyo ni kinyume na taratibu, desturi na mila za Watanzania. Jeshi litashirikiana na mamlaka zingine za michezo lakini na dola masuala ya kiusalama kuhakikisha kwamba watu wanaoingia mle hawajengi taharuki au kusababisha masuala yoyote ambayo yatakuwa ya uvunjifu wa sheria ambayo yatajenga taharuki kwenye soka ile. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawatakia maandalizi mazuri timu zote, lakini mashabiki wote na kwamba litakuwa tayari kutimiza majibu, majukumu yake bila uoga au kumwonea mtu yoyote. Tunawatakia kila laheri wanachama wote wa timu zote, na tunaendelea kusisitiza wanasoka wasiende uwanjani na matokeo yao mfukoni. Carrymastory, live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.